Kweli ni tukio lilikuwa la kusikitisha na kufedheesha, tukio ambalo aliwezi likaelezeka na kulimaliza lakini, baada ya kutokea hili tukio, moja kwa moja nilitoa taarifa kwenye jeshi la polisi. Polisi wakaanza kazi, wamepambana uh, mpaka hapo wahalifu pengine wote pengine wasiwe wote, lakini mpaka asilimia kubwa jeshi la polisi limefanya kazi kubwa, linafanya usiku na mchana kuanzia siku ya tukio mpaka hapo baadhi ya wahalifu kupatikana wote na kutiwa nguvuni, ili waende kwenye ah jeshi. So, letu limefanya kazi kubwa sana na akiwepo kamanda wa RPC mkoa na wasaidizi na timu yote nzima, mkuu wa upelelezi mkoa, wilaya na vijana wao wamefanya kazi kubwa sana, alikuwa walani na, wamepambana tangu siku ya, ya kwanza hadi mwisho kwa mfupi muda mfupi kufanikiwa kuwatia nguvuni, kiangalia zaidi uh, wao walikuwa wanahitaji kiasi cha pesa ambacho uh, lakini mimi nitoa taarifa haraka haraka polisi na katika kuendelea na upelelezi uh, sikuweza kuitoa hiyo hela yote waliokuwa wanahitaji lakini uh, ili muda uende bila kufanya kazi ndio wanajiingiza katika matukio haya ya ovyo na ambayo sio rafiki ya jamii yetu. Lakini jeshi letu liko macho, na hawa wahalifu nao ni binadamu, anaua akili kubwa, lakini sisi teknoloji katika majeshi yetu, nadhani ni jambo ambalo inaongezewa zaidi, na tuwe na weledi pamoja na uthubutu wa kuwa na, na, na, na kubwa zaidi kwa ajili ya. Kwa hiyo mimi nashukuru sana, narudi, nashukuru sana jeshi la polisi, kamanda wa mkoa wasaidizi wake wote, wamefanya kazi kubwa, na vijana wao wamelala, wamekesha wakifanya hiyo kazi. Kwa hiyo vijana wetu ni wahalifu wengine, wengine tunaishi nao, kwa hata sisi jamii tunaoishi na vijana wetu hawa tuwabaini, kwamba ukimwona kijana hana mwelekeo ambao sio sahihi, bora kutoa taarifa sehemu husika. Vijana tamaa ndio tamaa ambazo zinapelekea kufikia katika hali. Kwa hiyo sisi tunaishi nao, arifu wako naishi nao wengine, sisi watoto wetu, wazazi wetu, wengine marafiki zetu, kwao tuwe na sisi. Ni walinzi, jukumu la ulinzi ni mwananchi mwenyewe, kila mtu ni mlinzi kwa taifa lake. Kwa hiyo tukiona dalili kama hizo, tuweze kutoa taarifa kwenye sehemu kwenye vyombo vyombo husika.